Sisi baadhi yetu ambao tumekulia kwenye mazingira ya umaskini ule kithiri, unapopata fedha, tabia ya kwanza ni kutaka kutumia zile fedha, ili uweze kuenjoy zaidi. Kama mtu alikuwa hanywe pombe, anaamua sasa anywe pombe zaidi, kwa ajili ya ku, kujiliwaza kuji au ku, kupoteza mawazo ya siku za nyuma akiamini kwamba kufanya hivyo itakuwa kwake ni fursa ya kujipongeza kutokana na changamoto alizotumia au alizopitia. Lakini kufanya hivyo atakuja kushtukia fedha zote zimemalizika bila yeye kujua hata zilipoenda na atazitumia nje ya mipango ambayo ingeweza kumletea maendeleo. Tabia ya kuji la pili, anasema ni wale the middle class ambao wamekulia kwenye mazingira ya kipato cha kati. Anasema hawa wana tabia iliyojificha katika usimamizi wa fedha, kwamba anakuwa na mipango mingi ambayo hajaifanyia tathmini ya kina, kuona kama inaweza ikatekelezeka na kumletea manufaa au kuweza kujiendesha kama ni miradi ikafikia matokeo chanya. Matokeo yake akipata zile fedha atakuwa na atafanya kila shughuli kila fedha anayoweka kwenye shughuli, anaanzisha miradi mingi. Akiambiwa leo kuna labda biashara sijui ya nini mayai ya kware imeanzishwa, atakimbia kule kununua mayai, hajafanya tathmini ya soko. Akisikia kuna biashara fulani imeanzishwa, atakimbia kuifanya. Siku ya mwisho atashangaa fedha zote zimemalizika, bila hata kuwa na kitu ambacho kinaweza kikazalisha na kuongeza kipato. Hata huko inawezekana kuna viongozi wenzangu wanajua hata kubeti. Sasa imamu naye anakuuliza mkeka wa leo, pamba umepewa odds ngapi? Na mwingine akupigia vipi, leo pamba mtashinda? Kumbe anaenda kubeti. Sasa jamani, hii ni hatari, twendeni tukachape kazi halali, lakini pia tupate elimu sahihi ya fedha ili tuweze kukabiliana na changamoto ya masuala ya fedha. Aa, mabwana wametuita hapa kutuambie, jamani ye, kuna elimu kuhusu fedha. Kila jambo lina elimu yake. Usifanye haya, ukifanya haya utakufa kwa stress. Fanya haya ili uwe na umri mrefu wa kuishi, lakini uishi maisha yenye furaha. na nataka niwashukuru tena benki kuu, nirudie tena kumpongeza gavana kwa kutuandalia e, mkutano huu muhimu kabisa. Sasa niliambiwa nije nifungue hii semina ya elimu ya fedha halafu niishie, lakini nilifikiri wakati mwingine sisi viongozi tunakuja kwenye haya mambo tunahisi kama na sisi hayatuhusu, hizi elimu hazituhusu. Kwa hiyo ningekuja hapa ningefungua, tukanywa chai, tukaondoka, lakini nyinyi mngekuwa mmepata faida na mimi ningekuwa nimepata hasara, kwa sababu elimu ya fedha ningekuwa sijaipata. Ndio maana nikasema kabla ya kufungua na mimi nisikilize mada hizi muhimu kabisa ambazo zimeandaliwa kwa sababu kwanza, elimu haina mwisho, lakini elimu haina mwenyewe. Imeitwa tu hapa viongozi wa dini, lakini hata sisi wanasiasa tunahitaji elimu ya fedha. Viongozi wengi wanatapeliwa, viongozi wengi hawana elimu sahihi juu ya fedha, viongozi wengi hawana elimu sahihi juu ya uwekezaji na mitaji, mambo ya treasury bills, treasury bonds ambayo Madam Muna ameyaeleza hapa na uwekezaji huu ukilinganisha na uwekezaji mwingine, viongozi wengi hatuna. Hata wajumbe wa kamati ya usalama ya mkoa wengine hawana. Kuna tatizo kubwa sana katika nchi yetu la uelewa wa elimu ya fedha, na tuna ushahidi wa kutosha jinsi ambavyo watu wanatapeliwa kwa kuahidiwa uwekezaji wa aina mbalimbali mitandaoni ambao ni wakitapeli watu wengi sana. Kuna ambao ni wastaafu wamemaliza ajira zao, baada ya kutumikia nchi miaka mingi, wanapata mafao yao, wanadanganywa kwamba pesa hiyo unaweza kuwekeza mali fulani, ndani ya siku saba ikazalisha mara tatu au mara nne ya kiwango kilichotoka mwanzoni. Nchi zingine wana namna nzuri sana ya kuelimisha watu wao, na sisi tukasema tuanze, ili kuwaepusha wananchi wetu wasitapeliwe fedha zao, ndilo hasa kusudi la kutoa mafunzo haya, na pia tuna hatuishi tu kufundisha viongozi wa dini lakini pia tunatoa certification tuna certify wataalam wa kuwafundisha watu wengine. Tuna course inaitwa certified financial educator, ni course ya siku kumi ambayo tunatoa kwenye kanda tofauti tofauti, Dar es Salaam, Dodoma, Mbeya tunazunguka. Kama kiongozi, nimepata ufahamu kwa ajili ya hayo makampuni fake ambayo yakutapeli, ambayo itaniwezesha mi mi kuweza kweza kuwalimisha wa waumini wa wangu ambao ninawaongoza. Lakini jambo la pili ambayo tumelipata ni namna ya kufanya uwekezaji. Kwa mfano, kwenye hizi taasisi za serikali, kwa mfano kama UTT tumeona kuna mifuko kadhaa na nimeona kwamba katika ile mifuko yote ambayo wameeleza pale ni inaweza kutufa kutufaidisha kama viongozi lakini kuwafaidisha kama waumini pia, hata kwenye taasisi ya serikali ya BOT namna ya kuwekeza. Tulikuwa hatuna ufahamu huo, lakini tumepata ufahamu huo pia. Lakini pia jambo la tatu hata namna ya utunzaji wa pesa. Wakati mwingine tunatoa sa, sadaka kanisani, lakini namna ya kutunza ile hela unakuta haikai hai kwa muda mrefu kwa sababu tunaichakaza. Tumepata hiyo elimu, tunashukuru sana kwa ajili ya elimu hii nzuri ambayo BOT umetupatia. Kawaida hasa kwenye hii mitandao ambayo makampuni mbalimbali yakijinasibisha kwamba sijui yako nje lakini yana mahusiano na, na benki kuu, wamefanya usajili na nini kila kitu, kwa hiyo wao wameruhusiwa wanaanzisha vikundi lakini waumini wetu na wao wana kwa vile wanataka yale kupata kwa haraka, basi ilikuwa inatokea kama hiyo, lakini tunajitahidi vilevile kuhakikisha kwamba sisi tulikuwayo tunawaambia tuna, tuna, ni jambo ambalo lisilofaa hilo ni jambo ambalo lisilofaa, na hata dini yenyewe huwa haikubali, yani kipato kile cha haraka haraka, kipato cha tofauti na utaratibu ambao Mungu mwenyewe ameupanga kwa sababu sio biashara. Mtu anakuambia leo utoe shilingi elfu kumi baada ya siku tatu, utapata shilingi elfu hamsini. Hiyo itakuwa sio biashara, inakwenda mpaka kufikia kwenye riba kabisa. Kwa hiyo vitu kama hivyo si vimeshatutokea sana katika ofisi zetu, waumini wameshakuja kulalamika. Kwa mfano faida za uwekezaji, hasara za kuto kuwekeza na kutambua pia eh, eh, propaganda zinazoenezwa sana katika mitandao ya kijamii juu ya kujipatia faida, lakini sio kwa njia ya vyombo vilivyo halali. Wengi sana miongoni mwetu sisi viongozi wa dini wametapeliwa kwa njia hiyo, kwa sababu matangazo mengi yanakuja kwa njia ya mitandao yakionyesha ya, ya kwamba ukifanya hivi utapata faida hii, ukiwekeza hiki utapata faida hii, ukileta watu wanne watano katika mtandao huu utajiongezea kupata kiasi hiki, lakini mwisho wa siku kiongozi wa dini anapotoka na anadhulumiwa, na matokeo yake anawafanya kudhulumiwa hata wale watu wanaoongoza. Lakini kwa semina hii ya leo, kiuhalisia, tumejifunza uwekezaji ulio sahihi kwa njia ya vyombo vilivyo sahihi na kwa mafundisho yaliyo sahihi kutoka kwa watu wa Benki Kuu. Sisi binafsi kama viongozi wa dini, imetusaidia sana hii. Na matokeo yake ni nini? Tutakaporudi kwenye misikiti yetu na kwenye makanisa yetu, tutakuwa tuna muda wa kuwaelewesha wale watu tunaowaongoza katika makanisa au misikiti yetu. Hii ni Tanzania Habari.